Masimulizi ya kitabu cha Mwanzo: mwanzo wa kila kitu. Karibu kwenye safari ya kwanza kabisa. Kitabu cha Mwanzo ndiyo kitovu cha historia yote. Kinatueleza jinsi ulimwengu ulivyokuwa, jinsi mwanadamu alivyoanza, na jinsi Mungu alivyoanza kujenga uhusiano na watu wake. Moja. Uumbaji na anguko. Mwanzo moja hadi nne. Hebu fikiria hapo zamani za kale Hapakuwa na kitu isipokuwa giza na utupu. Ndipo kwa neno la Mungu tu kila kitu kikaanza kuwepo. Alisema iwe nuru, na ikawa. Ndani ya siku sita Mungu aliumba mbingu, nchi, bahari, mimea, jua, mwezi na viumbe vyote. Kila kitu kilikuwa kikamilifu. Siku ya sita aliumba kiumbe maalum sana, mwanadamu. Alimfinyanga Adamu kutoka mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia pumzi ya uhai puani mwake. Baadaye akamuumba Hawa kutoka ubavu wa Adamu. Mungu aliwaweka katika bustani nzuri sana, Edeni, na kuwapa jukumu la kuitunza. Sheria moja tu, wasile matunda ya mti wa ujozi wa mema na mabaya. Lakini yule nyoka mjanja akaja, akamdanganya Hawa, walikula tunda hilo na papo hapo dhambi ikaingia ulimwenguni, walifukuzwa kutoka Edeni na maisha yakawa magumu sana. Kisha tukashuhudia matokeo ya kwanza ya dhambi. Kaini, mtoto wao, alimuua ndugu yake Habini kwa wivu. Mbili: mafuriko na mataifa, Mwanzo sita hadi kumi na moja. Muda ulivyozidi kwenda, uovu ulienea sana duniani, watu walikuwa waovu mno, na Mungu alijuta kuumba mwanadamu, akahuzunika sana. Lakini kulikuwa na mtu mmoja aliyempendeza Mungu, Nuhu. Mungu aliamua kuleta mafuriko makubwa ili kuosha dunia yote. Akamwamuru Nuhu kujenga safina kubwa sana na kuingiza familia yake na wanyama wawili wa kila aina. Nuhu alitii. Mafuriko yalipofika, watu wote walikufa isipokuwa wale waliokuwa ndani ya safina. Baada ya miezi mingi, mafuriko yaliisha. Na Mungu akatoa upinde wa mvua kama ishara ya ahadi yake kwamba kamwe hatauharibu tena ulimwengu kwa maji. Baadaye, kizazi kipya kilijaribu kujenga mnara wa Babeli, jengo refu sana kufika mbinguni. Walitaka kufanya hivyo kwa kiburi na kujiweka sawa na Mungu. Mungu hakufurahishwa, kwa hiyo aliwachanganya lugha zao na hawakuweza tena kuelewana. Hapo ndipo walipotawanyika kote duniani na lugha mbalimbali zikaanza. Tatu, ahadi kwa Ibrahimu na uzao wake, Mwanzo kumi na mbili hadi hamsini. Hapa ndipo Mungu anapoanza mpango wake mkuu wa ukombozi. Anamwita Ibrahimu, aliyekuwa Abram, aondoke nyumbani kwake na aende nchi ambayo atamwonyesha. Mungu alimwahidi kumbariki yeyo na uzao wake na kumfanya taifa kubwa. Hili ni agano la Mungu na mwanadamu. Kutoka kwa Ibrahimu akazaliwa Isaka. Na kutoka kwa Isaka akazaliwa Yakobo ambaye baadaye aliitwa Israeli. Yakobo alikuwa na watoto kumi na wawili ambao ndio walianzisha makabila kumi na mawili ya Israeli. Mmoja wa wana wa Yakobo alikuwa Yusufu. Ndugu zake walimwonea wivu na walimuuza utumwani huko Misri. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Aliinuliwa kutoka utumwani hadi kwenye cheo cha utawala wa pili nchini Misri. Wakati njaa kali ilipoikumba nchi Yusufu aliokuwa familia yake na watu wengi kutoka kwenye kifo. Familia nzima ya Israeli ilihamia Misri, na hapo ndipo tunamalizia kitabu cha Mwanzo, wakiwa salama na wenye baraka, lakini wageni katika nchi. Kitabu cha Mwanzo kinatufundisha kuwa Mungu ndiye muumba wa kila kitu na kwamba anatawala juu ya maisha yetu. Hata wakati watu wanapotenda dhambi, Mungu huonyesha huruma na huendelea kutafuta njia ya kutimiza ahadi zake. Je, Unaona jinsi ya hadithi hii inavyoweka msingi kwa kila kitu kinachofuata katika Biblia? Tukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaona jinsi Mungu anavyochagua na kuandaa familia moja maalum ili kuanzisha taifa lake. Nne. Safari ya Ibrahimu na Maagano, Mwanzo kumi na mbili hadi ishirini na tano. Baada ya watu kutawanyika kule Babeli, Mungu alimwita mtu mmoja mzee Ibrahimu, aliyekuwa bado anaitwa Abramu, aliyeishi Uru wa Wakaldayo. Mungu alimwambia, ondoka katika nchi yako uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Ibrahimu alitii, jambo lilionesha imani kubwa. Mungu alifanya agano naye, agano la ajabu sana: nitakufanya taifa kubwa, nitakubariki uzao wako utarithi nchi Kanani, kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Ingawa Ibrahimu alikuwa mzee na mkewe Sara alikuwa tasa, Mungu aliahidi mtoto. Walijaribu kusaidia ahadi ya Mungu kwa kutumia mtumishi wao Hagari, naye akamzaa Ishmaeli, lakini huyo hakuwa mtoto wa agano. Mungu alihitaji wangoje. hatimaye walipokuwa wazee sana, Sara akamzaa Isaka, mtoto wa ahadi na kicheko. Hapa tunajifunza somo la uvumilivu na uaminifu kwa neno la Mungu. Baadaye Mungu alijaribu imani ya Ibrahimu kwa kumwomba amtoe Isaka kama dhabihu. Ibrahimu alikubali, akionyesha utii kamili, lakini dakika ya mwisho Mungu alizuia mkono wake na akatoa kondoo mume wa dhabihu mbadala. Ilikuwa ni uthibitisho wa imani ya Ibrahimu. Baadaye Isaka alimuoa Rebeka, naye akamzaa mapacha wawili, Esau na Yakobo. Esau alikuwa mwindaji hodari, lakini Yakobo alikuwa mjanja na alipenda kukaa hemani. Yakobo alimdanganya Esau na kununua haki ya uzaliwa kwa mlo wa dengu. Baadaye, kwa hila ya mama yake Yakobo aliiba baraka za baba yake zilizokusudiwa kwa Esau. Kwa sababu ya hofu ya kisasi cha Esau, Yakobo alikimbilia kwa mjomba wake Labani. Alifanya kazi miaka mingi kwa ajili ya kuoa Raheli na Lea na akapata utajiri mkubwa. Wakati akirudi ya nyumbani, Yakobo alikutana na malaika wa Mungu usiku kando ya mto. Alipigana na malaika hadi alfajiri na akakataa kumwacha aende asipobarikiwa. Malaika akamwambia jina lako halitaitwa tena Yakobo bali Israeli, maana yake aliyeshindana na Mungu. Huu ulikuwa mbadiliko ya maisha na hatima yake. Yakobo mjanja na mdanganyifu alikubali kushindana na Mungu na akapokea jina jipya. Sita. Hadithi ya Yusufu na kuhamia Misri. Mwanzo 37 hadi hamsini. Yakobo Israeli alikuwa na watoto kumi na wawili, lakini alimpenda sana Yusufu, mtoto aliyemzaa uzeeni, na akampa kanzo ya rangi nyingi. Ndugu wengine walijaa wivu na chuki. Wivu uliwafanya wamkamate Yusufu na kumuuza utumwani kwa wafanyabiashara waliokuwa wanaenda Misri. Huko Misri Yusufu aliingia katika nyumba ya Bwana Potifa, lakini alisingiziwa na kutupwa gerezani. Hata gerezani, Mungu alikuwa pamoja naye. Alianza kufasiri ndoto na uvumi wake ulimfikia Farao. Yusufu alitolewa gerezani na akamfasilia Farao ndoto zake kuhusu miaka saba ya wingi na miaka saba ya njaa iliyokuwa inakuja. Farao alishangazwa sana na hekima yake na akamweka Yusufu kuwa mtawala wa pili wa Misri. Miaka ya njaa ilipofika, ndugu zake Yusufu walifika Misri kutafuta chakula. Walimwona Yusufu, lakini hawakumtambua. Baada ya kuwajaribu kwa muda, Yusufu alijifunua kwa ndugu zake na kuwasamehe. Aliwaambia maneno haya yenye nguvu: ninyi mlifanya nia mbaya juu yangu, bali Mungu alikusudia mema ili kuleta wokovu. Yusufu aliwapeleka baba yake na familia yake yote Misri ambako waliishi kwa amani katika nchi ya Gosheni. Mwanzo unaishia hapa. Taifa la Mungu likiwa limeongezeka sana, lakini wakiishi kama wageni nchini Misri tayari kwa tukio la kutoka. Mpendwa msomaji, tumemaliza safari yetu fupi kupitia kitabu cha Mwanzo. Je, umegundua jambo? Hadithi hizi za uumbaji, anguko, Nuhu, Ibrahimu na Yusufu sio tu hadithi za kale. Ni simulizi zinazoelezea uhusiano wa Mungu na wewe. Zinatueleza kuwa Mungu ndiye muumba mwenye nguvu zote, anayehuzunishwa na dhambi zetu, lakini pia ni Mungu wa agano na ahadi. Tunaposoma hadithi hizi, tunatambua mambo matatu muhimu. Imani ya kweli kutoka kwa Ibrahimu. Tunajifunza kumwamini Mungu kabisa hata wakati mambo yanaonekana kutowezekana. Uaminifu na tumaini kutoka kwa Yusufu. Tunajifunza kwamba hata kama watu wanakukusudia mabaya, Mungu anaweza kuyageuza yote kwa mema. Kutambua mzunguko wa maisha yetu kutoka kwa Kaini na Babeli. Tunajifunza kuwa tunahitaji kila siku kumgeukia Mungu na kukataa kiburi na wivu. Biblia sio tu kitabu cha kusoma bali ni kitabu cha kuishi. Unapopitia masimulizi haya, haufanyi tu mazoezi ya akili. Unachukua maneno ya Mungu na kuyatia katika vitendo katika maisha yako ya kila siku. Unaposoma kuhusu Yusufu, unatenda kwa msamaha. Unaposoma kuhusu Nuhu, Unajifunza utii. Kwa hiyo usisome tu simulizi hizi, ziishi. Ruhusu maneno haya yawe taa katika njia yako na uhakikishe kila hatua unayopiga inaongozwa na hekima iliyoachwa na Mungu katika neno lake. Endelea kuchunguza agano lote na kujifunza jinsi Mungu anavyofanya kazi katika ulimwengu wetu. Je, ungependa kuendelea na masimulizi ya kitabu kinachofuata yani Kutoka? Au kuna sehemu ya kitabu cha Mwanzo ungependa tuizungumze kwa undani zaidi?